Bwana Yesu asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ambapo wana share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa wanajinsi Bwana anavyonijalia. Na kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ninaomba usubscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki sana. Na leo naendelea na series yetu ya Ombea kwa sababu ya kile ambacho nilikiongelea last week, Mungu amenijalia kuandaa hili somo leo linaloitwa ombea afya. Ninataka kuunganisha pamoja na shuhuda zangu za kuumwa, kuonyesha umuhimu wa kuombea afya. Unajua, watu wengi tumezoea au tumezoeshwa kuomba au kuombea kitu chochote kinachohusu afya yetu pale tunapokuwa wagonjwa au tunapomwona mtu mgonjwa na kwa sababu hiyo Mungu amenisaidia tena. Ni leo nilikuwa najiuliza nasema hivi, nitaongea nini nitaongea nini? Mungu naomba unisaidie. Nimepewa huu mstari kutoka waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza, ipo sura moja tu katika waraka wa tatu wa Yohana na huu mstari watu wengi tunaujua. Yohana eh, alikuwa anamwandikia mzee Gayo anasema, kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi Naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwenye Kiingereza haisemi roho, inasema ni nafsi, inasema ni soul. Sasa ukisikia kama ina maana ile nafsi ndio kiele, kiele, kielelezo cha mafanikio ya mzee Gayo mafanikio yangu na mimi ya, na wewe yanategemea mafanikio ya, mafani ya nafsi yangu. Sasa wewe unapookoka unapokubali Bwana Yesu awe Bwana na mwokozi wako awe mchungaji wako aliye mwema, Zaburi 23 inatuambia huuisha nafsi yangu na kuniongoza kwao. Bwana huwa anatuisha nafsi yetu as long as, sisi ni kuondoa Bwana, tunauishwa nafsi kwaio hapo hatuna wasiwasi wa kuuishwa nafsi, kama huyu Yohana kuwa na wasiwasi wasi, na kuhuishwa nafsi yake Gayo, lakini anasema sasa, hiyo nafsi yako jinsi ambavyo Bwana anaihuisha siku hadi siku, basi na Bwana ahuishe afya yako vile vile, iendane na nafsi yako na mambo yako mengine yaendane na nafsi yako. Haya mafunuo nimeyapenda sana kwa sababu imenionyesha jinsi ambavyo pamoja na kuwa tunahuishwa nafsi haitoshi kwetu sisi kuishi maisha yale Mungu aliyotupangia, kama afya zetu zitakuwa hazijahuishwa, kama huishwa eh, au, au kufanikiwa au kama mambo yetu mengine hayajahuishwa au kufanikiwa. Na hii inaendeleta kwenye ile pointi niliyoanza kwa kusema kwamba wengi tunaomba tukiugua, au tukimwona mgonjwa ndio tunamwombea hatuombi tusiugue. Kwa sababu Bwana anatuisha siku hadi siku basi Bwana aendelee kuuisha nafsi zetu, auishe miili yetu, auishe roho zetu, auishe mambo yetu, atufanikishe nafsi zetu, afanikishe roho zetu, nafsi zetu na sehemu nyingine za maisha yetu, ili hapo ndipo penye, ili ili tuweze kuishi maisha ambayo yanaleta utukufu kwa Mungu. Kwa nini nasema hivyo? maisha ya ugonjwa mara nyingi au mara zote hayaleti ya utukufu kwa mungu mimi naweza kuwa napita kwenye hicho mungu ananifundisha ni kweli kabisa hata mimi nilivyopita huko nakubali 100% mungu alikuwa ananifundisha lakini na najua wapo watu wengi na nimewasikia wengine wengine nimefanya na nao kazi utamsikia huyo mungu kwa nini na Utukufu wa Mungu sasa hivi unaonekana kwa wale ambao wanajua, maana nimeshafanya kazi sehemu nyingi. Wale ambao nime nimefanya nao kazi before kwa mfano au nimekutana nao huko before, ambao wakati wote na naumwa, niko kwenye dialysis, niko kwenye nini, kwenye nini, wanajiuliza sasa huyu tena yuko busy na huyu Mungu mbona hamponi? Umeona, hawajaupata ule ushuhuda, lakini kuna hawa ambao nimefanya nao kazi from last year, wameniona nimeanza kazi na umwa nimepona, sasa hivi ya Bwana, nikiwaelezea jinsi ambavyo Mungu ame, ame orchestrate okay, uponyaji mzima inaleta utukufu kwa Mungu, lakini my point is ni kwamba sio hivyo tu, lakini kuna mambo mengi ambayo nimeshindwa kuyafanya wakati wa ugonjwa ambayo ningekuwa mzima yangekuwa ni mambo ambayo yanaleta utukufu kwa Mungu, na ndio maana nasema tuziombee nani zetu, tuombee afya zetu, na tunapoomba tusiwe wa u, u, selfish. Tusiwe ni watu ambao tunaomba tu kila siku, Mungu naomba ukanifanikishe, uka, uka afya nani, ukanifanikishe nafsi yangu kama e, ukanifanikishe, ukafanikishe mambo yangu na afya yangu kama nafsi yangu ifanikiwe afya. Ombea watoto wako, ombea ndugu zako, ombea jamaa zako, rafiki zako Ombea wagonjwa, wagonjwa usiowajua walioko mahospitalini. Ombea yatima, maskini, watu wasiokuwa na watu umbea, walioko, wa kuwaombea walioko waombea watendakazi wa Mungu. Watu wengine Mungu amewaita kufanya kazi ya Mungu, lakini kwa sababu afya zao haziko vizuri, wanashindwa kufanya kazi ya Mungu kama inavyotakiwa. Na unakumbuka Paulo kuna wakati alisemaga a, nani, nani yule mjumbe wa shetani amenichoma, ame, ame, ni, nani, kuna wajumbe wa shetani. Pamoja na kuwa tunajua Paulo baadaye alikuja kupata jibu la kwamba nani yangu inatosha, neema yangu inatosha, lakini kuna watu wengine, wajumbe wa shetani wachoma wa, wa, wa hiyo miba au waliwanani hiyo miba, hawa, hawakutakiwa hawa. Mimi na wewe ndio tunatakiwa tuwaombee hiyo miba iwatoke mimi na wewe tunatakiwa tuwaombe wapate kutoka katika hivyo vifungo vya magonjwa, ili wafanye kazi ya Mungu. Kwa hiyo bila afya, sasa muangalie mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempaka mafuta, ambaye huyo mtu ana, ana, ana mz, amepewa mzigo fulani au taski fulani ya kufanya, afu yuko kitandani, anaifanyaje? Tunahitaji hii miili wakati tuko duniani. Hii miili ni kama usafiri wetu unaotupeleka kutoka pointi moja au kwenda pointi nyingine ili tufikishe kusudi la Mungu. Mili yetu inatakiwa iwe imara, inatakiwa iwe na nguvu. Kwa hiyo mimi wakati naumwa, nili lose a lot, nili lose a lot. Namshukuru Mungu kwa sababu mimi namwamini Mungu kwamba hakuna ambacho nimekipoteza wakati wa ugonjwa, kabla ya ugonjwa, ambacho Mungu hata nirudishie kwa sababu neno la Mungu linasema mwizi akikamatwa anarudisha mara saba. Kwa hiyo chochote adui alichokiba atakirudisha mara saba, vyote atarudisha, muda eh, resources vyo vyote. Mungu atanipa mbawa, neno la Mungu linasema kwamba anatupa mbawa turuke. Pale ambapo nilipa, nilikuwa natakiwa nifanye kwa kwa masaa mawili, Mungu ataniwezesha nifanye kwa dakika moja, kulipizia yale ambayo sijayafanya lakini Mungu atatengeneza njia na mimi na wewe tunatakiwa tuamini hivyo siku zote, kwamba Mungu anao uwezo wa kurudisha. Lakini sasa vile ambavyo hatutakiwi viibiwe tusikubali viibiwe, afya zetu zisiibiwe, tuombe kabla, tumkatae shetani na kazi zake, tumwambie tukiri neno la Mungu kila siku kwamba kwa kupigwa kwake Bwana Yesu sisi tumepona, sio tu tunasema kwa kupigwa kwake Bwana Yesu mimi nimepona wakati unaumwa, hata ukiwa mzima. Kiri kila siku kwamba kupigwa kwake Bwana Yesu nimepona. Na tunapozungumzia uponyaji kwa kupigwa kwake Bwana Yesu, Bwana Yesu hakupigwa eh, bure, alipigwa ili nipone. Roho yangu, ipone. Nafsi yangu, ipone. Mwili wangu upone. Ndoa yangu ipone. Watoto wangu wapone. Eh, areas zote za maisha yangu zipone, nchi ipone. Kwa hiyo huwa mstari sio tu kuhusu uponyaji wa mwili watu wengi tunautumia hivyo. Utumie kwenye kila area ya maisha yako, kwamba kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake bwana Yesu ndoa yangu imepona. Kwa kupigwa kwake bwana Yesu watoto wangu wamepona. Kwa kupigwa kwake kwa kwa, kwa kwa bwana Yesu, kwa kwa Yesu, kwa kwa Yesu hii nchi imepona. Kanisa limepona. Sisi tumepona. Umeona? Hayo ni maombi na ninapozungumzia maombi sio tu kukaa kumwambia tu Mungu da, da maneno yetu wenyewe. Tumia neno la Mungu, tafuta mistari ya uponyaji, kiri mistari ya uponyaji, sema mistari ya uponyaji, fungua mdomo wako, usiache mdomo wako. Don't be silent. Speak the word of God. Kila mara na unapoliongea, liamini na neno la Mungu litafanya kazi. Kwa hiyo hicho ni kipindi ambacho nilikuwa nasema wakati naumwa. Nili lose a lot. Nimeluzi hizo opportunities za kufanya kazi kwa muda ambao unatakiwa nifanye. Nimeluzi opportunities za nyingine za kukaa tu na familia. Muda mwingi nakaa kwenye mashine masaa sita, masaa sita kwa wiki. Bado tu kuna haya mambo. Jamani, leo sijui kuna nini. Siwezi. Jamani wenzangu wanasafiri. Siwezi. A lot. Hmm? Lakini. Na namwamini Mungu kwamba God causes everything to work for good for those who love God and who are called for His purpose. I'm not regretting, wala sina nini. Natumia tu hii nafasi kujaribu kukwambia wewe ambayo bado una afya njema hujawahi kupita kwenye njia kama hii. Mwombe Mungu usipite katika njia kama hii. Ni njia yenye mi mi, mi nini, ni njia iliyo ngumu, na vile vile, kwa sababu ninakupenda na Mungu anakupenda na Mungu anataka ulitimize kusudi lake. Kwa hiyo sasa hivi sasa ambapo nimeshafanyiwa, nime transplant bado, namshukuru Mungu kwamba naonekana niko vizuri, nina afya nzuri, niko energetics, mnaniona nilivyo energetics sasa hivi <laughs> lakini bado kwa sababu ni, bado niko kwenye matibabu, unaona, bado tena nafanya kazi bado ma part time, ma part time. Kwa hiyo unaona kwamba ndio, um, maana kuna ule msemo wa kusema kinga ni bora kuliko tiba, kwa sababu by the time umekuja kupona there is a lot. Lakini je, tungekuwa tunaomba tokea huko au wazazi wangu wangekuwa na mafunuo toka zamani, na wenyewe wanakuwa wanaombea kama mimi ninavyoombea watoto wangu afya njema. Mungu nakuombea, Mungu walinde uwaponye, uwaokoe. Na kingine muhimu ambacho nataka nikisisitize ni katika kuombea afya, unajua katika koo zetu hizi unaweza ukaona kabisa kuna trend fulani, labda kuna blood pressure kwenye familia, labda kuna kisukari kwenye familia, labda kuna ki... ugonjwa wote tu, unasikia kuna kansa kwenye familia, kuna watu zaidi ya wawili wanakufa kwenye familia, watu wenye kansa, watu wa karibu. Embu, unenda ukaanze kuomba hizo, usiziache bwana. No, hapana, usiache ukasema, sisi kwetu sijui tuna kisukari, sisi kwetu sijui tuna athma, sisi kwetu hauna hamna sachi. Sisi kwetu, kwenu wapi? Kwenu simbunguni, kwani kwenu wapi? Neno la Mungu linatuambia kwamba eh, kwamba deni kwenye First Peter 2:9 anasema sisi ni, ni wateule tumeteuliwa. Kwa hiyo wewe bwana, historia yako imeshabadilika, si huko tena huko huko ulimwengu au hujajiungamanisha na Yesu eh, haya mambo ya sisi kwetu sisi kwetu, sisi kwetu sisi tunaiki sisi amna, sisi kwetu amna. Alafu kama kuna kitu ambacho ki, kipo ambacho kinaleta shida, kama unajua kabisa hiki kitu kiko kwetu sana, hebu kata kwa watoto wako, sema watoto wangu, uweze ukasema, mwambie Mungu, hapana, nina cut, nawaunganisha watoto wangu na damu ya Yesu. Hakuna mambo ya kusema kwamba watoto wangu wanaweza wakarithi sijui ugonjwa wa babu, sijui ya bibi Alafu kuna vitu vingine vinakuwa kama vina vinajirudia. Kwa mfano, sisi kwetu kuna nani, yani, watu wakiwa watu wazima wanafikaga mahali unawaona kama wanakuwa wanakuwa wasaulifu sana. Sana. Em um, mama yangu alivyokuwa kijana alikuwa anasema jamani, mm, Mungu anisaidie. Do you see? Kwa hiyo hivyo hivyo na wewe ukikiona kitu ambacho sio sio sahihi, yani sio sawa, anza kukiombea toka ukiwa mdogo, kijana unaanza kusema no, hapana, this will not be my portion in Jesus name, will not be my portion, na ninakata na ninaharibu, kwa sababu kuna vitu vingine vinahitaji sisi tutumie authority and power. Kwa hiyo ninachotaka kukisema leo, hebu tutafute mistari, mimi mstari ambao nautumia sana sana sana sana kwenye vitu ambavyo kama hivi hapa, ambavyo ni vya kujirudia rudia, ule mstari unaosema kwamba tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na watatudhuru Ninasema naweza yani, nikakaa tu say, yote tu, sio lazima niwe katika maombi tu, nikasema nimepewa mamlaka unge na na ninakanyaga kitu 1 2 3 na wala hautanidhuru katika jina la Yesu. Kwa iyo, mimi leo, ninataka tu ku encourage everyone kuanza kuchukua hatua za kuombea afya. Na wala tusikubali kwamba ukiwa mzee lazima umwe. Sio kweli, mbona Musa alikuwa alikuwa na nguvu zake. Hao sio watu kwenye Biblia tu, wapo watu hata wengine hawajaokoka, wanakufa hawana nguvu wana, sorry hawana nguvu, wanakufa na wana nguvu zao, hawana magonjwa magonjwa hmm? Mu, muombe Mungu, muombe Mungu, nothing shall be impossible with God, na tumeambiwa tuombe chochote, au mbaya atapata, atuombi ndio maana umeambiwa ukidani kigonga, utafunguliwa. Hatugongi. Ukitafuta utapata. Hatutafuti. Ukiomba utapewa. Hatuombi. Basi leo nataka ni encourage kila mmoja, ombea afya, usiwe selfish. Ombea wengine, ombea wagonjwa, ombea maskini, ombea wasiomjua Mungu, ombea familia yako. Mtu wa familia yako akiumwa na wewe unapata shida, waombe. Rafiki yako akiumwa, si unapata shida nayo? Muombe. eh watu wa kanisani wakiwa wanaumwa si unapata shida, waombe Mungu apate kuwaponya. hiiza wa Jehova Rafa, Mungu atuponyae, akatuponye na magonjwa yetu yote, akaondoe magonjwa yote ya Misri, tukawe watu ambao tunaishi kwenda. Wewe ujiulizi kwa nini, Mungu wakati wana wa Israeli wametoka e, Misri, akasema hivi, ninaondoa magonjwa yote ya Misri katikati yenu, lakini mkiisikiliza sauti yangu. Anawaambia, mkiisikiliza sauti yangu kwa bidii, nitaondoa magonjwa yote ya Misri, hala ya yatakuwa katikati yenu. Kwanini? Si alijua wanaenda kumiliki nchi ya asali na maziwa. Sasa watamiliki vipi vizuri huku wana magonjwa ya Misri? Uwezi ukamiliki vizuri, utakuwa unakula kama uli ndo ile nilikuwa nimezungumzia wiki iliyopita, mimi ndani nina chakula lakini naambiwa au sile hiki usile kile usifanye hivi usiguse hiki usinywe maji, whats the point? Kwa hiyo ngoja niishie hapo, nina, ninaomba nina Mungu apate kutusaidia. Mm, tafuta mistari ya yote, unaweza tena, siku hizi ndio tuna Google, sijui tuna Chat GPT, tunachojua mwambie, sema naomba mistari ya ya, ya nani ya, ya uponyaji, miandika miwili mitatu, ambayo kila siku unahakikisha au kila mara niseme, unahakikisha una una claim hiyo. Ni claim yako, unaipeleka mbele ya kiti cha rehema. Mungu akubariki. Ninaomba kama bado hujasubscribe, subscribe, share, like and comment. Tukutane tena wakati mwingine. Amen.